ana mkosi kachumbiwa, hajaolewa mtoto wa Mzee Majaliwa songa libara. oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ni malaya ni, ni nawajua vizuri nawajua vizuri nakwambia, mi nakwambaja mme wangu aa binti wajue vizuri. Huyu binti huyu binti ni wanne kuzaliwa kwa Mzee Majaliwa, wanne wa kwanza Anifa, wa pili Janeti, wa tatu nani ana wa nne huyu

kukwambia ukweli nimemsema mtu si ndio? yaani kukwambia udaku, kukwambia vitu vya maana mtaani hapo, ujue mambo ya hapa. mimi nimekuwa mbea si ndio? sema kama ninavyokuwa nakwambia vitu vya watu, nimekuwa mbea sema. Mimi sijapata kuona, yaani mtu anamwabalisha ah, vitu vya yaani, vitu vya maana na kanao moyoni, kanao moyoni, sishindwi, yaani kuganisha, sishindwi fiji langu inaganisha hivo, ujue Tony. fiji langu inaganisha vizuri mimi nataka kwambia binti kapita hapa, nakwambia aliposwa, hajaolewa. Nisikwambie umeambia kama sio mambo ya kimbea wala sio ya nini. Mimi ninamsaidia nini kama ameposwa, hajaolewa? Nikamoe mimi ukamoe wewe? Akili yangu nitaka jua habari za mtaa huu huu mtaa mno. God have mercy upon us na bintu no. Hapa wengi wako hivyo hivyo kama kwa kwammanema pale, acha kwa kwammanema pale e, kwa ni kwa wanashindia viazi <laughs> wanashindia viazi yani, ugali kwao hamna, ni maisha magumu. <laughs>